Kwa mara ya kwanza kama una unaingia kwenye channel hii, usisahau sub, subscribe, like na kucomment. Kusubscribe ni muhimu kwa sababu ili uweze kupata video nyingi zaidi eh, kuhusu course ya Blender mwanzo mwisho kwa Kiswahili. Ujifunze uweze kujua na kutengeneza animation, intro, intro za filamu, logos za animation, unanimate 3D, maneno ya 3D. Sasa rasmi tunakuja leo kujifunza kujifunza hizi tools, tulisema tunakuja kujifunza hizi tools. Tutajifunza hizi tools jinsi zinafanya kazi vipi. Okay, moja kwa moja tuende kwenye hizi tools. Tunaanza na hii hey, move tools. Hii ni cursor hey, hiyo move tools. tools na click Tunaona uki click move tools, utaona kuna kuna hii mishale imetokea hapa. Hii mishale ni nini? Mishale ndio hii y axis, z axis na x axis. Maana yake hii ni move. Hii tuliyochagua ni move. Ni kazi yake ni kuhamisha hii kitu hapa. Mfano hii cube. Ukiklik ukishika huko juu, ukiklik kwenye hii z axis, maana yake z ni up na down. Ukiklik ukiklikina unaipe unaipandisha juu hapo, utakuwa unaipandisha juu na una kuishusha chini. Hii ni hii ni x axis next. Hii ni z axis. Mfano mwingine, hii hapa x axis, ukikliki ukiwa na move, inaenda kwenye X axis kokote kule unakotaka move. pia hata kwenye y hivo hivyo una click kwenye y. Sasa hii move tools ina shortcut pia, shortcut yake ni g, g una kwa mfano unataka ku move labda kwenye z axis, unaweza press j to z, press j to z, utaona kimshale kimetokea na una uwezo kupeleka juu na kushusha chini hiyo ni shortcut. Hii shortcut inatumika kwenye hii zote. Kwa mfano nataka nipeleke kwenye y axis, hii mstari wa kijani una press g y. Press g y una move kokote kule, ina move huku huku ani yetu nyingine tuzi yetu nyingine hii hapa oe rotate. Uki rotate. Okay. Ukija kwenye rotate ukaikii okay utaona hii ambayo tulijifunza ile siku ukikliki okay, utaona imetokea ile duara. Maana yake ile duara kazi yake ni kuroteti. Mfano nataka kuroteti kuelekea, labda nataka ni rotate x axis au z axis. Maana yake tunacheza na zile x y z, hizi ndio tunacheza. Kwa mfano nataka ni rotate kwenye x, maana yake unaukliki huu mshare mwekundu nafuta kwenye mshare mwekundu huu mshare mwekundu unaukiki ukisha ukliki, ukliki, maanake unakuwa una ku rotate kwenye x axis pia hivyo hivyo, pia una click labda kwenye z axis. Blue ni z, kwa ki click hapo kwenye z axis una roteti kwenye z axis pia kwenye y hivo hivyo. Pia hii rotate ina shortcut yake pia ambayo ni r r. Sijui hiyo r r r, una una una kliki r kwa unakotaka. Kwa mfano unachagua z x au y, ukikliki r kitatokea hicho kimshale ambacho kinaonyesha kuroteti, manake hapo unaweza kuroteti popote pale, lakini sasa nataka ni roteti wapi? Nataka ni roteti labda X axis, una press X, huwa mshale unatokea. Ukitokea mshale una, unaanza kuroteti kwenye X axis, unaweza kaona hapa una roteti kwenye X axis kwenye <coughs> pia kwenye y hivo hivyo, kuna pesi ara tu ai inaroteti to y axis. Kwa hiyo wewe kwenye kuroteti kwenye shortcut. Pia tuna skeli hii hapa, tuna pesi, tunakuja hapo kwenye hii skeli hii tools ya skeli, ukikliki kisha ukikliki Ukirudi hapa inatokea tena mishale. Maana yake ku scale ni kutanua. Mfano ni kutanua. Ukija ku click kwa mfano una click hivi vile kwenye y z kwenye hizo lines zake. Kwa tu click kwenye hii blue ambayo ni z, ku scale maana yake unaitanua, ili linakuwa kubwa kama hivi. Unaona? Aba, nataka niliongeze nini na hapa y litanua hivi. Na kuwa kubwa jinsi unavyolitaka. Liwe hiyo niyo. Sasa hii scale pia ina shortcut, shortcut yake ambayo ni s. Una press tu s, s tu. Wapi maanake, ukipress s umelikuza, limekuwa kubwa, umeli scale. Mfano nataka ni scale kwenda kwenye z axis, una press s to z, una scale kwenda juu kulipunguza kuliwe dogo kulipandisha, wewe tu pia unachagua sehemu nyingine ambazo tunataka kwa mfano kwenye red unachagua kwayo. Hiyo ni shortcut ya ya scale. Sasa kitu kingine ambacho tunataka kufundisha, jinsi ya kwa mfano nataka kunini hii cube Kuifuta unaweza una press x kwenye kibodi hapo, na press x, unaitoa option ya ku ya kunini ya kulifuta una click. Ukisha click, maana yake umelifuta. Ukitaka kuliadi, option ziko mbili, kuna shortcut na kuna hapa juu. Mfano ukija hapa juu kwenye hii neno add, uklik click, utakuwa zimekuja option nyingi. Hizi hapa tu wewe unakuja hii option ya kwanza ambayo imeandikwa mesh. Ukija kwenye mesh unakuja huku, unaona hii cube hii hapa, una kliki cube. Ukisha kliki cube, inatokea ile cube ambayo uliyadi. Mfano shortcut yake, una una shift a kwa mfano, shift a inatokea hivi, unakuja tu kwenye cube na click ukikliki okay, inatokea hu cube sasa. Hiyo ni kwa Fute. Sasa hapa kitu kingine cha haraka, mfano tunataka ku kuadi, kuna vitu vingi vya kuadi. Mfano tuki tukifuta hiyo na press x, tuna delete, tunakuja kwenye adi, tunakuja kwenye mesh, kwa mfano tuadi ni uvfa. Pia hapa ukiklik hapa, unaona kiduara limetokea hivyo hilo duara kama unavyoliona duara sasa, ili duara ili liwe smooth, yani liwinga, liming'aa lipo kama duara lenyewe tufe fulani, unaweza uka right click, right click, kuna neno takuja naandika shade smooth, click kwa kwenye shade smooth okay. Tona inabadilika inakuwa smooth kweli kweli, mfano kwenye lile mfano unataka kuni ku, kuweka. Kuna kitu pia kinaitwa, kuna ukipesi zedi. Ukipesi zedi, kuna kitu kinatokea hiki hapo, ambapo kuna solid modi, kuna wireframe mode, kuna material preview na kuna red render. Render maana yake, sasa tutakuwa tunacheza na labda hii solid kwa sasa hivi na hii wireframe mode. Kwa mfano, ukiklik kwenye wireframe mode, maana yake hii umeiselect, unaona hivi, maana yake unaona, unaona kitu cha kule na huku. Hii inasaidia kwenye nini? Mfano, tuje kwenye ile cube pale, kwenye ile cube tuadi cube, shift a, unakuja na adi cube hapo. Tupo kwenye wireframe mode, press zedi, tuone kwenye solid kwenye frodi moni sasa. Hapa asante. Usisahau kusubscribe ili kupata mafunzo zaidi. Hii ubenda kwa Kiswahili mwanzo mwisho, mpaka utaanza kujua animation ndogo ndogo, mpaka utaanza kutengeneza mwenyewe animation kubwa kubwa.